Mtazamaji wa TAKUKURU TV, katika mwendelezo wa matendo ya huruma yanayofanywa na watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya TAKUKURU, leo hii Februari 12 mwaka 2026, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila amekabidhi vifaa tiba hivi kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati maarufu kama watoto njiti kwa Hospitali ya Rufaa Mkoa Mawenzi, vifaa ambavyo vitakwenda kutoa msaada kwa ajili ya wa watoto hao. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya vifaa tiba hivi, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Chalamila ametoa rai kwa viongozi wa hospitali ya mkoa kuhakikisha wanatumia vyema fedha zinazoelekezwa kwao kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hapa hospitalini kuna miradi ya ujenzi inaendelea kama hata jengo tulilopo ni jengo jipya limekamilika hivi karibuni, lakini tumejulishwa kwamba kuna ujenzi mwingine mkubwa tu, uh, administration block pamoja na huduma zingine itafanyika. Sasa nasema sisi tuna umuhimu wa kipekee katika kufanikisha miradi, kuona kwamba inakamilika kwa wakati, katika ubora na viwango vilivyokusudiwa, na value for money inapatikana. So, mpongeze sana mheshimiwa Rais wetu kwa hizo jitihada kubwa anazozifanya Tumetembezwa hili jengo kabla ya kuja hapa ukumbini, kwa kweli ni jengo la kipekee, jengo zuri sana, lina huduma za hali ya juu sana. Tumeona private ward pale Mawenzi, mko juu basi. Tunatoa pongezi nyingi sana kwa mheshimiwa rais wetu kwa kazi hiyo nzuri sana ambayo anaifanya. E, tunajua kuna miradi inaendelea kama vilivyotujulisha, kuna jengo litajengwa, e, jengo jingine hapo la utawala na huduma zingine. Kwa basi rai yetu kwenu jamani, mlitunze nilitunze vizuri ili liweze kuhudumia watoto wengi zaidi na wazazi, kwa sababu hata theater iko humu ndani. Kwa hivyo hongereni sana kwa kupata facility nzuri sana hii, kwa hiyo kwa kweli muitunze. Sasa katika kuunga mkono hizo juhudi za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kuboresha na kuimarisha huduma za afya, basi na sisi TAKUKURU tukaona hebu tutoe mchango wetu katika kuunga mkono hizo jitihada. Akipokea vifaa tiba hivi, mganga mfawidhi wa hospitali hii Dr. Bilai Isa alikuwa na haya ya kusema. Kwa niaba ya bodi ya ushauri, timu ya uendeshaji na watumishi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mawenzi, napenda kutoa shukurani za dhati kwa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa msaada huu mkubwa na wa kugusa maisha ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, msaada huu ni uthibitisho wa mshikamano na ushirikiano katika kuboresha huduma za afya hususan kwa kundi la mama na mtoto katika kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Afya kwa ujumla. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mawenzi ni miongoni mwa hospitali zinazotoa huduma za kibingwa ikihudumia wananchi wa, wa mkoa huu pamoja na mikoa ya jirani. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali yetu imejikita katika kutoa huduma zinazozingatia usalama zenye ubora hali ya juu ikiwemo huduma za mama na mtoto. Kupitia msaada huu, tuna uhakika kuwa ubora wa huduma kwa watoto wachanga utaimarika zaidi, tutapunguza zaidi vifo na matumaini ya maisha kwa watoto wetu yataongezeka. Msaada huu unagusa maisha ya watoto familia, jamii kwa ujumla katika kuimarisha huduma za watoto wachanga na kuongeza nafasi ya kuishi kwa watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Wakizungumza na TAKUKURU TV akina mama waliojifungua watoto kabla ya wakati walikuwa na haya ya kusema: Nimekuja kujifungulia Mawenzi, nashukuru kwa kweli, kwa huduma za Mawenzi ni nzuri, mapokezo yake, amepokelewa vizuri, nimepata huduma nzuri mpaka hapa nilipofikia. Nashukuru TAKUKURU kwa msaada waliotuletea mashine Tunashukuru kwa kuwa mashine zitatusaidia sisi watoto wetu na pia watoto mm -hmm, wengine. Nashukuru kwa huduma ya hospitali, mashine iko vizuri, haina shida. Nikiripoti kutoka Hospitali ya Rufaa mkoa wa Mawenzi, mimi ni Anis Mazoko wa Takukuru TV. Mtazamaji wa Takukuru TV, tunakukumbusha kubofia neno subscribe, pia kubofia alama ya kengele na kuchagua neno all notification